Lakini nirudi nyuma kidogo, naomba nitoe solution au ilaji ya kila tatizo ambalo tumelizungumza. Huenda hizi darasa zetu tukawa tunakwenda tunazungumza matatizo lakini ha, hatutaji suluhisho nini, na pengine uko mbele tukawa hatuna tena nafasi. Sasa kabla sijazungumza, nitazungumza kwa ufupi yani suala la ufukara katika baadhi ya familia solution yake nini? Solution ya ufukara, nyinyi mnajua ni kuondoa ufukara. Kama nilivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akijikinga nayo kwa Allah ni ufukara, nye nye ufukara. wa a'udhu bika min al faqr. Sasa serikali za Kiislamu wakati huo kutokea wakati wa Bwana Mtume Muhammad, dola za Kiislamu zilizokuwa zinaongozwa na viongozi mbalimbali, kulikuwa kuna mikakati na mipango mbalimbali mbali ya kuelimenti ya kubandua na kung'oa mizizi ya ufukara katika jamii, kwa sababu ni mibaya. Ndio utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika aya za Qur'ani nyingi na hadithi za Bwana Mtume anahusia watu wasaidiane, mnyonge asaidiwe, maskini asaidiwe, fukara asaidiwe, bali kuna manhaj kamil mali zinatoka kwa matajiri wa Kiislamu ziende kwa maskini wao ili lile ombwe na gepe la hali za maisha baina ya watu kusipatikane fukara hata mmoja, na ndiyo maana ya system ya zaka. Na Mwenyezi Mungu amejalia pahala popote ambapo mafukara wapo maskini wapo, na matajiri ujue wapo tena. Ingelikuwa wanatoa zaka kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, hali za maskini wao wasingekuwa nao matajiri kama wao, ikawa watu wote ni matajiri. Lakini ile haddul adna min almaisha, mtu ana kijumba chake, ana mlo wake wa kila siku, ana mavazi anavaa. Hii ni haddul adna ya maisha. Hatuwezi kuwa matajiri wote, mabilionea wote. Nani sasa atamtumikia mwingine eh? unashuka mw kwenye boti na mabegi yako unamwona mtu anakuambia bwana, nichukulie hii, nitakulipa elfu ishirini yeye anakuambia mimi nitakupa laki nichukulie hii Ligini, i, vili, na, watu, watu ya kwangu. Lakini tumeumbwa hivi ili yatakhidha ba'dhum ba'dhan, naam, watu watumikiane. Ndio unakwenda kule unaandikwa kazi, unapewa mshahara, unapewa kibarua, unafanya kazi, unalipwa. Hizi zote ni nidhamu, maisha yapate kuwa na nidhamu. Ndio Allah kaeka matabaka matabaka, kama hivyo tutumiane, tuamiliane. Sasa Uislamu hili umeliona na ndio maana zakaa inachukuliwa kwa tajiri anapelekea maskini, at least, na yeye mwakani unamwona ameanza kuchangamka kiuchumi, na huenda na yeye akaanza kutafuta mwingine mtaani na yeye akampa zaka mwakani na yeye akatafuta mwingine bali kuna matajiri kila mwaka anaweza akawatoa watu watano sita mpaka kumi katika ufukara wakaingia katika tabaka lingine kabisa. Uwezo huo upo, lakini ni wachache wanaofanya. Matajiri wetu hapa Tanzania ambao tunawajua wale mabilionea, kama wataweka mikakati kila mwaka, kila mmoja anachukua at least watu mia wanatoka katika ufukara wanaenda katika ile haddul adina ya kuwa mtu hana wasiwasi pahala pa kulala na kuvaa na kula kwake kwa kila siku, wanatoka ni na mimi naambia hivi, ndugu zangu, sababu mimi najua kuna, kuna watu wanazo pesa, lakini hawana advaisa wazuri wa kutumia pesa zao zile kuondoa matatizo ya watu sasa Serikali za Kiislamu na dola za Kiislamu zilikuwa zina mambo mengi, moja katika hayo inaitwa Baitul Mal. Unasikia jambo linaloitwa Baitul Mal, na ukitaka kuona Baitul Mal ilivyofanya kazi isome sira ya Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz. Wanachuoni wa Kiislamu wa sira wanasema enzi zake alikuwa kiongozi kwa muda wa miaka miwili tu miezi thalathini, lakini alifuta ufukara kitu, umaskini hakikuwepo. Na Baitil Mali inasema ilijaa mali na pesa mpaka ikawa wanaitwa watu hawaji wao. Uliwahi kusikia wapi wanaitwa watu kwenda kupe kupewa hela hawaji kwa sababu kila mmoja amen. Uliwahi kusikia wapi katika ulimwengu wa Kiislamu yalitokea mpaka ikawa inawekwa matangazo. Sasa bwana, kama vijana wapo wanataka kuoa, wajue kwamba mahari yao ya kuolea yatatoka katika Baitul Mal. Vijana ambao hawajaoa wakaenda wakaoa wakaozeshwa humu, humu. katika nchi zetu kuna historia ya baadhi ya watu katika nchi zao ulikuwa ukioa unapewa pesa za mahari na mtaji wa kufanya biashara na nyumba. Unapata maisha hayo yapo, nione kwamba ni nidhamu ni tu. Lakini ufisadi unavyofanya kazi leo, lile gepla waliokuwa nacho na wasiokuwa nacho ni kubwa. Sahibu so yangu mmoja anapenda kuntania, anasema bwana, sisi hatuna hela lakini kuna watu wanahela kama vile ambavyo sisi hatuna ndivyo wao walivyokuwa wow. Nao na hayo ni ya kweli. Ukisikia pesa ambazo zinatajwa bilioni, mimi sijawahi kuziona hata kwa macho yangu zimekusanyika, ninazisikia tu kwenye maredio au kwenye matangazo, lakini watu hiyo bilioni b b sio, wanasema sio mi b, b kwa dola. Wanazo ni pesa nyingi sana, akiamua kuwatoa watu watatu watatu, wanne wanne, watano watano, mia mia, katika hali mpaka hali nyingine kwa pesa zake, inawezekana. Lakini tu anaamua kuishi na kufa hata zaka hatoi.